Manager ya MILCOAL kampuni sisi tunachimba makaa ya mawe hapo tumepata lisensi miaka elfu mbili kumi na tisa tunafanya hapo kama ukiona ni crusher machine tukichimba makaa ya mawe alafu hiyo mashini inafanya crushing alafu baadaye tunapeleka hizo makaa ya mawe zote tunapeleka kwa sales point pale kwa paradiso sasa tumeanza hiyo operation kwa nzuri kwa mwaka huu Halafu kama mambo ya CSR tuna tunakaa na mtendaji na wale mwenyekiti wa kijiji wa Mtunduwaro Alafu wakati kama wanashida yoyote wanakuja, tunalipa hela. Hata mwaka mwezi iliyopita tumekupa msaada, na hata ukiona kuna 2023 na 2024 ukijumlisha hizo service levy na hizo royalty zote, tumelipa serikali zaidi ya bilioni 5.2 mpaka mpaka sasa hivi. Alafu wakati tumeanza operations huko mgodini, tumejenga barabara toka Mtunduaro

kuhusu ya kujenga zanati pale kijijia Tunduwaro. Demand ya mkaa ya mawe ipo, tuna mwaka huu 2024 tumefanya hiyo uh, kazi vizuri ya kuchimba mkaa ya mawe na tunaona uh, kama 2025 pia tunayo demand iko nzuri ya mkaa ya mawe ya yeah.